Ninakusalimu mpenzi mtazamaji, karibu sana katika dakika 30 za taarifa ya habari, na miongoni mwa habari tulizo nazo juma hili ni pamoja na Fieldi ya Majaribio ya Kusini yazinduliwa rasmi, wachungaji nane watengwa kando kwa kazi takatifu. Katika habari za kimataifa, Hope Channel Bulgaria yaazimisha miaka 20 ya utume. Na katika habari za muziki na maburudisho, Tumaini Kwaya watoa wimbo Naam, hujambo mpenzi mtazamaji na karibu sana katika taarifa ya habari inayokujia kutoka Union Mission ya kusini mwa Tanzania, ikisheheni taarifa mbalimbali za kazi kutoka maeneo yote ndani ya union hii. Ninaitwa Spora Mseli Molontalima, tafadhali uwe pamoja nami kuanzia mwanzo hadi mwisho. Mwenyekiti wa Union Mission ya kusini mwa Tanzania, mchungaji na daktari Godwin Lekundayo, ameongoza ibada maalumu ya kuwatenga kando wachungaji nane tayari kutumika kwa kazi takatifu. Tunaungana na Dkt. Ruben aliye na taarifa zaidi, akihutubia katika ibada hiyo ya kuwekea mikono wachungaji. Mwenyekiti wa Union Mission ya kusini mwa Tanzania mchungaji na daktari Godwin Lekundayo amewaasa wachungaji waliowekewa mikono kuifanya kazi hii walioitiwa kwa unyenyekevu. Mungu amepata ame sifa sana leo. Maana mko mchanganyiko mzuri. Wasomi, mawakili walioapishwa sio watu wa kubabaisha, ili watu wajue. Yenyewe hiyo inamletea Mungu sifa kwamba wanaoitwa sio wababaishaji, lakini na mchanganyiko. Tunaguswa tunapoona makabila hata yale ambayo hayapo kanisani, wanakuja ili kuitikia mwito wa wa Mungu anaposema ni mtume nani? Lakini vua viatu, wachungaji, vua viatu viatu vya kupenda fedha. Hata wewe mshiriki unayetamani kumtumikia Mungu, kushuhudia, kuwapa watu ujumbe, vua viatu vyako vya kiburi, vua viatu vyako vya ubaguzi, vua kuna kufanikiwa na kubarikiwa. Ukitaka kubarikiwa, vua viatu vya kupenda fedha isiyo halali kwako, rushwa. Naye katibu wa chama cha wachungaji katika Union Mission ya kusini mwa Tanzania hapa anaeleza nini maana haswa ya kuweza kuwawekea mikono wachungaji. Tunaposema kumwekea mchungaji mikono, maana yake ni kumtenga kwa kusudi takatifu kwa ajili ya kazi. Tujue ya kwamba uchungaji ni wito, na hivyo anapoitwa kufuatana na maandiko matakatifu, tangu kale na kale, wamekuwa wakitengwa kwa ajili ya kazi takatifu ya uchungaji. Kwa hiyo tunapenda kumshukuru Mungu kwamba tukio hili limefanyika mwaka uliopita wa 2024 20, 20, tumekuwa na huduma hii pia katika mji huu wa Morogoro, hapo Kihonda tulikuwa na wachungaji wapatao 22, na leo tumekuwa na wanane. Naamini kwa kadri siku zinavyoenda na kazi inavyopanuka, wachungaji wataendelea kukuja na wataendelea kutengwa kwa ajili ya kusudi takatifu. Kwa niaba ya wachungaji waliowekewa mikono mchungaji Robert Tuvako alikuwa na haya ya kusema. Kwa kawaida si rahisi aa, ni safari aa, zinatofautiana nyakati na vipindi na muda na mwendo aa, lakini ninadhani ninachotambua, ninajisikia kwamba ni rehema na neema ya Mungu kwamba nimekuwepo katika huduma, nimefanyiwa huduma hiyo leo na huduma hii huwa haiombwi. Huduma hii Mungu anaileta kupitia kwa utaratibu wa kanisa lake na kwa namna ya pekee ni na ninanyenyekezwa. Na hivyo kabla hujawekewa mikono, kunakuwa na kujisikia kwamba kuna jambo halijakamilika, e, lakini unapowekewa mikono unajisikia, una nadhani sasa hivi najisikia wajibu umeongezeka. Eh, majukumu yamekuwa mazito zaidi na unaona kabisa ya kwa kwamba unatarajiwa una kufanya mengi zaidi kuliko pale kabla. Kwa upande wake mchungaji Baraka Butoke amewatia moyo wachungaji waliowekewa mikono kwamba Roho wa Bwana yupo pamoja nao na watafanya kazi hii vizuri kwa utukufu wa Mungu. Tunaendelea kuwaombea wachungaji wenzetu nane ambao sasa wamewekewa mikono leo wanapoianza safari hii ya huduma ya wachungaji waliowekewa mikono. Mungu asiwapungukie. Mimi niliwekewa mikono miaka minne iliyopita, sasa inaenda almost mitano iliyopita. E, zaidi, miaka, inaenda mitano. Bado miezi michache nitimiza miaka mitano. Na nakumbuka siku hiyo ilikuwa ni usiku ambao nilikosa usingizi baada ya kuwekewa mikono, maana unavikumbuka vile viapo, unakumbuka ile miito echoes mbalimbali, e, zile charge tulizopewa, unausikia mzigo mzito lakini pekee yetu hatuwezi neema ya Kristo inatubeba inatusaidia inatuongoza, na naamini kama ambavyo Mungu amewaongoza wa wachungaji wengine ambao tumewekewa mikono siku za nyuma, hata hawa, Roho wa Bwana yuko pamoja nao na watafanya vizuri kwa utukufu wa Mungu, yeah. kwa niaba ya wachungaji waliowekewa mikono, neema Tuvako amekuwa na haya ya kusema. Kipekee leo nimefurahi sana na, namtukuza Bwana kwa sababu ninafahamu njia yote ambayo nimepita ilikuwa kilele ni mchungaji awekwe uh, rasmi kwa ajili ya utumishi. Hii inanipa furaha kwa sababu najisikia na wito ndani yangu na nikiona hivi mchungaji amewekwa rasmi kwa kazi, iko tayari kutumika pamoja naye. Kuwekewa mikono ni Mungu mwenyewe anapoagiza watumishi wake kufanya hivyo. Basi lakini wito wetu ni kufanya kazi nao. Baadhi ya wa washiriki walioshuhudia tukio hili la kuwekea wachungaji mikono wakfu wamekuwa na haya ya kusema. Leo nimebarikiwa sana na hii hii huduma au tukio la kuweka au kuwawekea mikono wachungaji, wachungaji nane kutoka Union yetu, kwa sababu ni tukio ambalo linaongeza watendakazi shambani mwa Bwana na kurahisisha huduma katika shamba la Bwana. Huduma kama za ubatizo, huduma kama za kuunganisha kuunganisha ndoa, kuweka wakfu na huduma nyinginezo. Ni huduma ambayo mimi imenitia moyo, na kwa kweli nimebarikiwa, na hata somo la leo la Mchungaji Lekundayo limenisogeza miguuni pa Kristo. Nami ni, ni furaha yangu napona wenzangu wanatangulia mbele, ambao watatusaidia kwenye huduma hii takatifu ya kazi ya Bwana. Huduma na hii na ya kuwekea mikono wachungaji, ni wachungaji nane wapata kuwekewa mikono, ikijumuisha mchungaji mmoja kutokea Ufunuo Publishing House, wachungaji wawili kutokea Jimbo la Mashariki mwa Tanzania, wachungaji wawili kutoka Nyanda za Juu Kusini, lakini pia wachungaji watatu kutokea Lake Tanganyika Field. Nikiripotia Mbiu ya Kusini Dr. Ruben wa Hope Channel Tanzania. Asante sana Dr. Reuben kwa habari hiyo, na mtazamaji, usisahau kututembelea mtandaoni kupata taarifa zaidi na kutoa maoni yako katika kaunti zetu zinazoonekana kwenye runinga yako. Tunaendelea kusonga mbele na taarifa yetu ya habari na hivi sasa tutupie macho habari zingine zilizotufikia katika dawati letu la habari juma hili. Fieldi mpya ya majaribio ya Southern Corridor ya kanisa la Waadventista wa sabato imezinduliwa rasmi kwa ajili ya kuhudumia mikoa ya Mtwara, Lindi na Tunduru yenye zaidi ya waumini elfu saba. Tunaungana na Mgereza Mtambo alina taarifa zaidi. Akizungumza na Hope Channel Tanzania, mchungaji Lekundayo alieleza matumaini yake juu ya ukuaji wa fidi hiyo na mchango wake kwa jamii ya kusini. Jana jioni tulipopita tukaona jengo hili, tuligundua ni zuri kuliko tulivyoona kwenye picha ya lakini, basi ametaja vizuri mwenyekiti wa jimbo kwamba ni ya muda, ni ya muda. Nadhani bado ni kweli kwamba wana kiwanja, wana kiwanja tayari. Kwa hiyo ni muda tu mfupi wa kuomba, ni kituo cha maombi hiki, ili Mungu awawezeshwe wakajenge pa kwao, na tuna imani watajenga, watajenga kabisa kwa sababu E, hao washiriki wachache ambao wa, wa, wako nao, wa, wa nao a e, wanao ndio watakaofanya wa makubwa e. Mtakumbuka kisa cha Gideon alitamani jeshi kubwa, lakini kadri alivyopunguza ndivyo alivyoambiwa punguza, punguza, punguza. Kumbe mnaweza mkaa washiriki laki nzima au washiriki elfu hamsini Mungu akataka wapungue mpaka wabaki elfu tatu ili apate ambao wana moyo na watajituma moto wetu kama tulivyojiwekea kwamba pamoja na Yesu yawezekana. Tunajua kabisa tunapoweka nguvu zetu wenyewe, Yesu tukamweka pembeni, mafanikio yanakuwa ni kidogo. Kwa hiyo huu moto tunaamini utatia nguvu kumtegemea Mungu zaidi. Tumeweka mikakati mingi ya kuweza kuwafikia watu katika maeneo ambayo ni yana changamoto nyingi, hasa maeneo haya ya wenzetu uh, watoto, mama mdogo. Lakini tumejiwekea miketi ya kufanya kazi na walei kwa ukaribu zaidi, kufanya training mbalimbali kwa ajili ya walei. Katika tukio hilo, mkuu wa wilaya ya Masasi Mheshimiwa Recho Kasanda aliwakilisha serikali na kupongeza hatua hiyo ya kanisa, akieleza kuwa ofisi hiyo ya Fidi italeta maendeleo ya kiroho na kiuchumi kwa jamii. Kazi ya Mungu itaendelea kufanyika na injili itahubiriwa, naamini itabadilisha watu wetu kitabia, kwa sababu watu wanapomwamini Mungu wanabadilika kitabia lakini watakuwa wanajiheshimu. Amani pia itadumishwa katika nchi yetu kama yalivyo matamanio ya rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan ambaye anapenda amani na utulivu, hata katika kipindi chetu hiki cha uchaguzi. Tunahisi ni, ni Mungu amependa ofisi hii ifunguliwe na huduma hii ifanyike katika kipindi hiki ambacho nchi yetu inaelekea kwenye uchaguzi na tunategemea maendeleo makubwa hata ya, ya, ya kiuchumi kwa watu wetu, kwa sababu kanisa la Adventista lilivyo wana tabia ya kufundisha taaluma ya uchumi. Kwa upande wake, mwenyekiti wa conference ya Kusini Mashariki mwa Tanzania seki, Mchungaji Amon Sikazwe alieleza kuwa seki itaendelea kuwa bega kwa bega na fidi hiyo mpya katika uimarishaji wa kazi ya injili katika kusapoti kazi huku kusini, tutaendelea kusapoti upande wa kuwawezesha walei wote walioko huku, wale ambao wana wanasapotiwa au wanalipwa posho zao na makanisa, tumewatangazia wanaendelea, lakini pia ofisi ya seki tutaendelea, pamoja na wengine wote, watu binafsi mmoja mmoja ambao wameweka warei huku na wa wanalipa posho wataendelea. Kwa mujibu wa viongozi wa kanisa, fidi hii mpya ni matokeo ya ongezeko la waumini na hitaji la kusogeza huduma karibu zaidi na wananchi. Nikiripoti kutokea Masasi mkoani Mtwara, mimi ni Mgereza Mtambo, Hope Channel Tanzania. Asante sana Mgereza Mtambo kwa habari hiyo. Tukiendelea kusalia kwake Mgereza Mtambo ambapo anatuletea habari ya zaidi ya wananchi mia mbili waliopatiwa msaada wa chakula na shule ya awali na msingi Kongowe Kapsi inayomilikiwa na kanisa la Waadventista wa Sabato kwa kushirikiana na taasisi ya Applegate Adventist Mission Project kutoka nchini Marekani. Ngereza Mtambo ana taarifa zaidi. Tukio hilo limehudhuriwa na mchungaji na daktari Gordon Lekundayo, mwenyekiti wa Union ya kusini mwa Tanzania, akiambatana na viongozi kutoka Conference ya kusini mashariki mwa Tanzania seki wakiongozwa na mchungaji Amon Sikazwe pamoja na mhazini Eda Justin Mchome. Mchungaji Winston Stanley ambaye ni mchungaji mstaafu kutoka Texas kule Marekani amekuwa mbaraka na msaada mkubwa kwa shule yetu hii ya Kongoe, shule ya msingi na shule ya wale ambao ni shule ya awali Ameweza akatusaidia kuweka tiles kwenye e, ukumbi wa mikutano, lakini vile vile walipofika a, wakaona jiko jinsi ambavyo lilikuwa halifanani, wameweza pia kuchangia kujenga jiko zima. Muda ungetosha ningekutajia mamilioni waliotumia, zinafika karibu milioni mia kwa ujumla wake. Lakini basi toshe kusema ni moyo wa ukarimu, maana hakufanya hayo hapa tu. Aliweza pia kutoa msaada wake kule katika kituo chetu cha afya kule Mtwara, waliweza wakarepea majengo wakajenga maternity wodi ya kina mama, lakini walipovutiwa na jinsi kazi ambavyo imefanyika vizuri, wakaongezea kuwaletea ultrasound machine na kompyuta kama sio sita, na kwa hivyo ni watu ambao wanawiwa kusaidia kwa ajili ya huduma ya pekee ambayo wameifanya katika kanisa lile la Mlogazila kwa kutoa huduma kwa jamii kuigusa jamii kuifikia jamii kupitia vitu mbalimbali vya kula, wamewapatia watu wengi wa kutosha, lakini pia hata hapa Kongowe kuna takribani karibia watu mia mbili ambao walikuwa wamealikwa jamii inayozunguka mahali hapa katika kata hii ya Kongoe, wako kutoka vitongoji mbalimbali, wamekuwepo mahali hapa, nao wamepewa uh, vyakula ambavyo ni kuifikia jamii, kuonyesha umoja na kujali. Ni watu ambao wanaijari jamii sana. Kwa upande wake, mchungaji Whitson Stanley kutoka Epogate Mission ambaye alihudhuria pamoja na familia yake alieleza furaha yao ya kushiriki katika huduma hiyo ya kijamii. We enjoy seeing the children. Tunafurahi kuwaona watoto. We enjoy improving the school and the ground. Tunafurahi kuboresha mazingira ya shule na miundombinu kwa ujumla. But while we come to build the school or better the school, wakati tunapokuja kuifanya hii shule iwe bora zaidi au kuijenga We have not forgotten about you, the community. Hatusahau kwa ajili ya kufanya matendo ya huruma kwenu ninyi jamii. So I'm hoping that each and every time we come, we would also remember you. Kwa hiyo ninataka tu kusema kwamba kila wakati tutakapokuja tutawakumbukeni na ninyi. kwa hivyo tunavyokuwa huko tutawaombeeni na ninyi, tunaomba pia mwe mnatuombea. Kwa upande wa serikali, ndugu Kasim Ahmad Liami, mwenyekiti wa serikali ya mtaa Ungindoni, alitoa shukrani kwa kanisa na wafadhili kutoka Marekani kwa mchango wao mkubwa kwa jamii. Sisi kama viongozi wa serikali za mtaa tunatoa shukrani zetu za dhati kwa kanisa na hawa walengwa ambao wametoka Marekani kwa ajili ya kuja kulifadhili kanisa, na pamoja na wananchi wetu wa mtaa wa Ungendoni na michaa yote sita ya kata ya Kongowe. Nazungumza mimi hapa, ni Mohamed ibn Mohamedi, jina maarufu naitwa mara mbili. Ulipokuja hapa, tunashukuru sana. Hii hali iwe inaendelea kutoka Kongowe, mkoa wa Pwani. Mimi ni mgereza Mtambo, Hope Channel, Tanzania. Asante sana Mgereza Mtambo kwa habari hiyo, habari ambayo inatupeleka kwa mapumziko mafupi. Tukirejea ni habari za kimataifa na habari za muziki na maburudisho. Ninaitwa naitwa spora mseli molontalima, tafadhali endelea kubaki pamoja nami. Nam, tumerejea mpenzi mtazamaji, na tunaendelea kusonga mbele. Lakini kabla ya kusonga zaidi, tafadhali tujikumbushe yale tulionayo katika dawati letu la habari juma hili. Fildi ya majaribio ya kusini yazinduliwa rasmi. Wachungaji nane watengwa kando kwa kazi takatifu. Katika habari za kimataifa Hope Channel Bulgaria yaazimisha miaka ishirini ya utumi na katika habari za muziki na maburudisho, tumaini kwaya watoa wimbo mpya. Na tumerejea mpenzi mtazamaji na asante sana kwa kuendelea kuitazama mbiu ya Kusini na hivi sasa tunaangazia habari za kimataifa. Hope Channel Bulgaria imefikia miaka 20 ikishiriki ujumbe wa Yesu katika moja ya maeneo yenye ukosefu mkubwa wa dini huko barani Ulaya. Tunaungana na mponia Daniel, alina taarifa zaidi katika Europe... eneo la kusini mashariki mwa Ulaya kwenye ukanda wa Balkan ambako imani ya Kikristo inaishi sambamba na ongezeko la msimamo wa kutoamini mambo ya dini. Kituo kimoja cha televisheni kimeweka historia. Hope Channel Bulgaria iliadhimisha miaka 20 tangu kuanzishwa kwake kwa mkutano uliofanyika mjini Sofia, uliowakutanisha zaidi ya watu 160, wakiwamo waanzilishi, wajitolea na viongozi wa kanisa wa kimataifa katika nchi hiyo ambako mara nyingi imani ya kidini husukuma pembeni, Hope Channel Bulgaria kilikuwa kituo cha kwanza cha televisheni kurusha moja kwa moja maudhui ya kikristo mtandaoni tangu mwaka elfu mbili na tano. Kazi ilianza bila miundombinu ya kitaalamu, lakini kwa moyo wa bidii, vijana walifanya kila kitu: kamera, taa, uandishi wa script na uhariri. Mmoja wao alijiunga akiwa na umri wa miaka 15 na hajawahi kuondoka. Leo anaongoza timu na anakumbuka siku za mwanzo kama nyakati za kubuni mambo kwa hali ya dharura, lakini wakiwa na moyo wa utume. Ingawa mazingira na vifaa vimebadilika, lengo limebaki kuwa lile lile, kumtambulisha Yesu kama tumaini la kweli kwa wale wanaotafuta amani ya maisha. Sherehe hiyo ilijumuisha hotuba, muziki, sala na mijadala. Jukwaa la majadiliano liligusia changamoto za uinjilisti wa kisasa na nafasi ya vyombo vya habari vya Kikristo katika kipindi hiki cha akili bandia na msongamano wa taarifa mbalimbali. Aidha, kulionyeshwa filamu ya waraka iliyoangazia bingwa wa dunia wa mpira wa freestyle akiwasilisha namna ya kuainisha maisha ya kiroho na vipaji vya kisasa. Asante sana Mboni Daniel kwa habari hiyo, habari ambayo inatupeleka kutazama habari za muziki na maburudisho, ambapo juma hili tunakutana na wa waimbaji wa kwaya ya Tumaini kutoka kanisa la Kizota huko jijini Dodoma. Hawa wameendelea kuwa baraka kwa nyimbo zao. Mbonea Daniel ana taarifa zaidi. Neno lako Bwana s ya kuzungumza na mchungaji wa kanisa hilo mchungaji Jeremia Adonias, na anaeleza namna kwaya hiyo imeweza kufanikiwa katika kumwimbia Mungu. Mimi kama mchungaji, Bwana amenipa fursa kusimama mbele ya kanisa, kuliongoza kanisa katika misingi inayotakiwa na katika jitihada hizo eh, kanisa linayo falsafa ya mziki ambayo inalenga kuwarejesha au kuwafanya wanakwaya au waimbaji kuimba katika viwango vinavyokubalika na mbingu. Tuna mshukuru Mungu katika hatua hii, kwa kweli sio rahisi, lakini ninaamini ya kwamba inahitaji, ili kurudi katika mziki unaotakiwa inahitaji eh, kujitoa, lakini inahitaji kujifunza, inahitaji pia kupata elimu ili uweze uweze kuimba katika utaratibu ule ambao mbingu au kanisa linauhitaji. Mzee wa kanisa ambaye pia anasimamia kwaya ameeleza mipango mbalimbali mbali walionayo katika kufanikisha utume kupitia kwaya zilizomo ndani ya kanisa hilo. naitwa Opanga David, ni mzee ninayesimamia kwaya katika kanisa hili la Kizota, na zaidi ni kuhakikisha kwamba kila kwaya ina enenda katika miongozo ya kanisa letu katika uimbaji, lakini pia tuna mipango mbalimbali ikiwemo mbali ya kuwafikia uh, wahitaji, watu ambao wana neno la Mungu lakini wahitaji wa mahitaji haya ya maisha ya kawaida, na tuna mipango zaidi ya injili ya kuzunguka na kushiriki matamasha mbalimbali ya muziki, kuwaonesha watu wengine namna Mungu anapopaswa kuimbiwa zaidi. Tunamshukuru Mungu kwa jinsi ambavyo ametusimamia mwaka huu wa 2025 kwaya yetu imefanikiwa kuweka kufanya santuri mwonekano Video recording pamoja na audio recording ambayo sasa tayari imesha kwenda public, imesha kwenda kwa umma. Watu wanaendelea kubarikiwa na kwaya yetu ya Tumaini. Flora Mtani ni mwalimu katika kwaya ya Tumaini Kizota, hapa anaeleza namna wanavyogawana majukumu na namna ya kufundisha nyimbo katika kwaya ya Kizota. Uh, kwenye kwaya tunafanya kazi mbalimbali mbali. Tuko walimu watano na kila mwalimu ana kitengo chake. Kuna walimu wa tunzi, lakini kuna walimu wa mazoezi ya viungo, kuna walimu wa voko, lakini pia kuna walimu ambao wanaweza wanatusaidia kusoma noti zile za nyimbo. Kwa hiyo tumegawanyika katika vipengele hivyo. Kwa hiyo mimi ni mwalimu ambaye ninasimamia voko, yaani uzalishaji wa sauti. Kwa hiyo nipo katika kitengo hicho na mara nyingi tunakuwa na mazoezi ya kuanzia asubuhi mapema, karibia siku nzima, lakini pia wakati mwingine tunakuwa na mazoezi ambayo tunaanzia mchana. Kutoka Dodoma, mimi ni Mbonea Daniel. Asante sana Mbonea Daniel kwa habari hiyo. Na mtazamaji, waweza kupata taarifa mbalimbali zaidi kuhusu kwaya hii, lakini pia kutembelea katika ukurasa wao wa YouTube kupata nyimbo nyingi zenye kukubariki zaidi. Mpaka hapa mimi sina la ziada, ni kushukuru sana mtazamaji kwa kusafiri pamoja nami katika wasaa wa Mbiu ya Kusini, mahali ambapo tunapata taarifa mbalimbali za utendaji wa kazi ndani ya Union Mission ya kusini kupitia taarifa ya habari. Shukrani kwa wenzangu wote walioshirikiana nami katika maandalizi ya taarifa hii, na ninaitwa Spora Mseli Molon Talima, nakutakia usiku mwema, na panapo majali watukutane tena juma lijalo, siku na muda kama waleo. Kwa heri na Bwana akubariki.